Karibu tena mdau wa Bongo Class. Tutaanza na somo kuhusu dalili za mimba inayotishia kutoka. Kisha tutaendelea na namna ya kujilinda baada ya mimba kutoka. Hebu tuanze na somo la kwanza. Karibu sana mdau wa Bongo Class. Somo letu la leo litahusu dalili za mimba inayotishia kutoka. Ni somo muhimu sana kwa kila mwanamke mjamzito, kwani kuelewa ishara hizi mapema kunaweza kuokoa maisha ya mtoto tumboni na hata afya ya mama mwenyewe. Muhtasari wa somo letu: leo tutajifunza maana ya mimba inayotishia kutoka, dalili kuu zinazojitokeza, sababu zinazoweza kuchangia hali hii hatua za kuchukua mara dalili hizi zinapoanza kuonekana. Utangulizi wa somo. Mimba inayotishia kutoka, kitaalamu huitwa threatened miscarriage, ni hali ambapo mimba bado ipo tumboni, lakini mama anaonyesha dalili zinazoashiria uwezekano wa mimba kuharibika. Mara nyingi hutokea katika miezi mitatu ya kwanza ya ujauzito ambapo mimba bado ni changa na rahisi kuathirika. Kufahamu dalili hizi ni muhimu sana ili kupata matibabu mapema na kuzuia madhara makubwa. Sasa tuingie kwenye somo letu. Moja, kutoka damu kidogo ukeni. Hii ndiyo dalili ya kwanza ambayo wanawake wengi huipata. Damu inaweza kuwa nyekundu, kahawia au yenye mabonge madogo hata kama ni kiasi kidogo, ni ishara kwamba kuta za mfuko wa uzazi zinaweza kuwa na tatizo, hivyo ni lazima kuripoti hospitalini mara moja. Mbili, maumivu ya tumbo ya chini. Mama anaweza kuhisi maumivu ya kuvuta au kubana tumboni, mara nyingine yakifanana na yale ya hedhi. Maumivu haya yakionekana pamoja na damu huashiria kuwa mfuko wa uzazi unapata msukumo au mabadiliko yasiyo ya kawaida. Tatu, maumivu ya mgongo wa chini. Maumivu haya mara nyingi huambatana na uzito au shinikizo sehemu ya chini ya mgongo, ni ishara kwamba mwili unajaribu kujiondoa mzigo wa mimba, hivyo daktari anatakiwa akague haraka. Nne, uvujaji wa maji ukeni. Kama mama anapata maji yanayotoka ukeni bila kujua chanzo, hasa kama hayana harufu mbaya, inaweza kuwa ni ishara ya kuvunjika kwa kifuko cha maji amniotic sac kabla ya muda. Hii ni hali ya dharura inayohitaji matibabu ya haraka ili kulinda maisha ya mtoto. Tano, kupungua kwa dalili za ujauzito. Wakati mwingine mama anahisi dalili kama kichefuchefu uchovu au matiti kuuma hupungua ghafla. Ingawa si kila wakati ni hatari, mabadiliko haya yakitokea ghafla yanaweza kuashiria kuwa homoni za ujauzito zimepungua kutokana na tatizo linaloendelea tumboni. Sita, msongo wa mawazo au shughuli nzito kupita kiasi. wajawazito wanaopitia msongo wa mawazo mkubwa au wanaofanya kazi nzito wanaweza kupata tishio la mimba kutoka. Shinikizo hili linaathiri homoni za ujauzito na linaweza kupelekea mimba kutishia kutoka. Je, wajua? Takriban moja kati ya nne ya wajawazito hupata kutokwa na damu katika miezi ya mwanzo, lakini si wote hupoteza mimba. Wajawazito wengi waliopata threatened miscarriage wanaweza kuendelea na mimba salama endapo watapata matibabu mapema. Mapumziko ya kutosha, na ufuatiliaji wa karibu ni silaha muhimu ya kuokoa mimba. Hitimisho la somo letu, kila mama mjamzito anapaswa kuwa makini na dalili za damu, maumivu au mabadiliko yoyote yasiyo ya kawaida. Kumbuka, dalili za tishio la mimba kutoka haziwezi kupuuzua. Kupata ushauri wa daktari mapema kunaweza kufanya mimba iendelee vizuri na salama. Afya ya mama ni msingi wa maisha ya mtoto.